Amesema eh, ODM eh, wasiimbe wa, tututamu eh, wakiimba hiyo 2027 20, watapata wat, wat, wataendelea. Mimi kitu moja nataka kusema pale eh, ODM mjue, mtu mwenye alikuwa anaweka watu pamoja alikuwa ni Raila Molo Odinga. Hata sisi Western tulikuwa tunaheshimu huyo mzee sana wakati alikuja. Kule hiyo chama kilipatikana Western kwa sababu ya Raila Molo Odinga, lakini saa hii saa hii nawaambia ukweli mbele ya Mwenyezi Mungu si Mungu. ODM Western haitakuwa tena. Mpende msipende. Na mimi nataka niwaambia kwamba tulikuwa kwa nyumba moja. Ni kama mzazi amewazaa mnaishi nyumba moja halafu bahati mbaya huyu mzazi akufwe. Hamtaishi kwa hiyo nyumba wote. Kila mtu anatoka akienda kwa nyumba yake kwa sababu sasa sasa sasa mtu ambaye alikuwa anafanya muumwe pale amekufa. Kwa hivyo, eh, ODM ukienda Western ODM inaenda kupaka kitu mahali pamoja peke yake, na hata na hata tena haitakuwa strong, hata ODM Nyanza haitakuwa strong, kwa sababu mkora ameweka huko kichwa, anaanza kuwakonganisha ODM. Ina ku, inaelekea inaelekea kuisha, na mimi naambia wakati tulizika mzee, msipochunga ODM tena imezikwa na imeenda. Kwa hivyo mimi nikimalizia, nikimalizia nataka kuambia wa Kenya, eh, muangalie mtu ambaye mtakuja kuchagua hapo gavana Nairobi. Nasikia musi, musitengeneze Nairobi iwe maandamano. Na mimi nawambia ukweli, sijataja mutu, nimewaambia kwa Filipi. <laughs> <kufilu. Naskia. laughs> nime 2027 gavana ambaye tuko naye anafanya kazi vizuri sana. Nani huyo? ame